Hili ni tukio ambalo Daudi alikabiliana na Goliath. Safari hii hakuwa vitani, kwa sababu alikuwa hajafikia umri wa kwenda vitani na alikuwa nyumbani, na nyumbani alikuwa anachunga kondoo, na Yese baba yake akamwita kamaambia, chukua chakula hiki. Kaka zake wakubwa walikuwa vitani, walikuwa jeshini na akasema wapelekee chakula hiki na hiki na kile, halafu angalie wako na hali ipi uniletee. Yule mzee hakujua Mungu alikuwa amemtumia kwa jambo hili. Kwa nini walikuwa vitani? na hiyo siku Daudi anaenda ilikuwa ni siku ya arobaini na siku ya arobaini hawapigani vita. Goliathi alikuwa ametoa changamoto apatikane mtu apigane na yeye na akiuawa akimshindwa wa Filisti, wanakuwa watumwa wa Israeli, lakini akishindwa na huyu Goliath, Israeli wanakuwa watumwa. Sauli alikuwa shujaa na alikuwa amepanda hewani, lakini hakuthubutu. Goliath alitisha. Lakini Abineri alikuwa ni mkuu wa majeshi pia, hakuthubutu na kama kamanda wengine. Kwa hiyo saa tatu asubuhi anakuja anatukana jeshi la Israeli, jeshi la Bwana na jina la Yehova. Saa tisa anakuja pia anatukana. Ilikuwa siku, ikawa wiki, wiki ikawa wiki mbili, wiki mbili ikawa mwezi, mwezi ilikuwa ni siku ya arobaini, siku ambayo Daudi anafika tu anashangaa, Goliath anatukana. Daudi akashangaa kweli. Kauliza, huyu ni nani huyu anayetukana, uh, jina la Bwana wa majeshi? Watu wanamwambia ni Goliath yule shujaa Goliath. Eh, leo anamjui ana, Mungu ana, unajua wanamshangaa yeye, askari wote hao wamefyata mkia kuanzia Sauli, mpaka alafu yeye ndio anawashangaa, anasema huyu ndio anafanya hivi. Anasema mtu asizimie moyo, alafu akauliza kwani, atakayemuua huyu mtu mfalme atamfanyia nini? <laughs> akaeleza atampatia zawadi kila moja, akaeleza kila moja, akaeleza. Sasa kwenye kuoji namna ile tayari kaka zake wakasikia, sema wewe hivi kumbe hujatoka umekuja kuangalia vita umeacha kondoo kwa, na sema, kwa ni nini unauliza mama kama haya afi, yeye anauliza anasema kwani imekosa nini, nina shida gani? Yani siwezi kuuliza hata swali. Walijitahidi kumzima jamaa, hazimiki. Habari zikaenda mpaka mwisho, akaona jamaa moto alionao hauzimiki huu. Mwisho akafika kwa Sauli akamwambia mfalme Sauli asizimie mtu yeyote, huyu leo ndio mwisho wake. Sauli naye anashangaa, huyu bwana mdogo ana nini? Anamwambia huyu amekuwa vitani miaka yake yote, huyu ni champion, ni shujaa wa vita. Daudi anasema, sikiliza, usipate shida, mimi nitaenda kupigana na yeye. Anamwambia wewe, wewe hata kwenye historia haumo, hata kwenye orodha ya kuwa askari haumo. Sasa Daudi ndio akamwambia, mimi kwenye kuchunga kondoo niliwahi kukabiliana na dubu na nikamua, niliwahi kutana na simba wakati mwingine nikamua. safari hii ni yeye Goliath. Unajua, haikuwa jambo rahisi uweke dhamana ya taifa zima mikononi mwa huyu bwana mdogo. Unajua, wakati mwingine ukisoma ni Mungu tu aliyeingilia kati, kwa sababu hakuna hakuna mtu mwenye akili timamu anayechukua huyo hajawahi kwenda vitani, bwana mdogo tu amekuja, alafu anaenda kupambana na Goliath. Na Goliath wamemtaja urefu wake, taja silaha zake, taja ngao zake, taja mkuki wake, taja yaani, zungumzia juu ya upanga na jinsi alivyokuwa amejaradia hidaa, ameweka kichwani, ameweka hiyo helmet, ameweka hapa kifuani, amekava maeneo yote muhimu ya viungo vyake. Halafu unasema eti anakwenda kupambana, eti akishinda ndio Israeli tu washindi, akishindwa tunakuwa watumwa. Na utumwa wa safari hii haukuwa wa kawaida. Utumwa wakati ule, ukiitwa mtumwa ilikuwa ni jambo baya sana. Wabaya sana lakini Sauli akakubali, lakini akamvisha sasa vifaa vyake vya kivita, akakava kichwa, kava kifua, kava huku, ili ikiwezekana vimsaidie Daudi akavivaa lakini akapiga hatua ikashindikana, akasema sijawahi kuvitumia, akavivua. Unajua, Sauli naye alitaka kujiambatanisha na kile ambacho sio chake, ili ionekane nilimsaidia. Unajua, watu wa kusema nilimsaidia ni wengi duniani hapa, nilimsaidia, nilimkingia. Daudi akasema hii nikivaa, wanavaaga mashujaa waliopigana vita hivi, mimi na ushujaa gani? Kwa hiyo anatafuta sifa ambayo sio ya kwangu, akavua, hakutaka ibaki kwa Sauli, wala ibaki kwake. Alitaka Bwana mwenyewe apate sifa. Kwa hiyo akaenda, kwa hiyo kwenye ile aya 45 mpaka 47, alimwambia wewe, sikiliza. Leo kwenye arobaini na saba, leo itajulikana ya kwamba yuko Mungu katika Israeli, na kwamba aokoe kwa upanga wala kwa mkuki. Wewe unaniijia kwa hayo, mimi nakuijia kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli ule wa mtukano Nadhani mnakumbuka nini maana ya kwa jina langu. Kwa hiyo Daudi alienda kupigana ile vita, sio kwa silaha, ila kwa jina. Ile ilikuwa inaitwa vita ya Bwana na Daudi alisema siku hiyo, hii ni vita ya Bwana na vita ya Bwana haitumii upanga, haitumii sime, haitumii mkuki, haitumii chochote. Ndio maana mara nyingi wanakutana na Waadventista wa Sabato ambao wanatembea na wameweka bastora na wengine wanasime wameweka kitandani wanasema unajua, Mungu anakulinda, nawe unafanyaje? <laughs> Ukifuga minyoo ni tatizo kubwa sana, unaweza ukatetea mahali popote. Halafu huyu huyu Mwadventista ndiye aliyesema malaika wa Bwana ufanya kituo akiwazunguka na kuwaokoa yaani, mimi huwa nashindwa kuelewa kabisa. Nilikuwa kwenye gari moja ya mzee mwangu wa kanisa mmoja, kwa baadhi ya mitaani nilikopita, nikaona ameweka hapo sime Kasema hii ni ya kukata nyama. Anasema pasta, unajua hii dunia, hii dunia <laughs> kama unalala na rungu ili akipatikana nyoka nitakuelewa, lakini kama ni mwanadamu akivamia na umeshajipanga siku nyingi, una silaha hapo, unataka kuniambia uligafirika? Si kweli, si kweli Mtu mmoja akaniuliza siku moja hivyo, ukivamiwa wakaambia anataka kunyang'anya hiki utafanyaje? wakielewa kuna hela humo ndani, asema ingieni ndio izaapangeni warete. Sasa wao wanang'ang'ana kupambana, mwisho akakukata na hela wamechukua. Saa nyingine atuelewe alichosema Yesu, kwamba rudisha upanga wako Petro, rudisha vita ya Bwana haipiganwi namna ile, hata siku moja haifanyiki hivyo. Hakuna silaha yoyote iliyotajwa na Paulo kwenye Waefeso sura ya sita, vaeni silaha zote za nuru. Halafu ukute kuna upanga kuna bastora kuna mshale kuna nini? Nenda usome vizuri hiyo Waefeso halafu niambie kama kuna silaha kama hiyo. Ndio maana anatuambia wapendeni adui zenu, waombeeni wanaofanya nini wanaowaudhi kama hiyo. Hatuwezi kuelewa maana yake, tunakuwa na hivyo vitu vya ja, kudhuru maisha ya watu wengine. Unaweza ukatetea ukasema nilikuwa natetea uhai kwa nafanya hiki na kile. Wewe, wewe uweze kutetea uhai kuliko mitume? Na waulize kama wao walijitetea namna hiyo, lakini waliuawa. Sasa hiki ni kitu gani kinaofanyika? Kwa hiyo Daudi anasema vita ni ya Bwana.